Asante ndugu mtangazaji, kwa majina naitwa Assistant Commissioner of Police Joseph Mwakabonga. Mimi ni mkuu wa operation wa kikosi cha usalama barabarani Tanzania. Tuko hapa eneo la Kabwe, ambapo ni eneo la kibiashara na mzunguko ni mkubwa wa magari, bajaji daladala na kila aina ya magari private, na hii ikiwa ni mwendelezo wa ufuatiliaji kuona changamoto kwenye uwetu huwa bea. Kimsingi nimetokea Dar es Salaam kuja Mbeya, mpaka Songo Tunduma kukagua barabara na kuona changamoto ambazo zinazojitokeza barabarani hapa Mbeya hapa ambapo sasa tunakutana na mwandishi wa habari. Ah, changamoto hapa Mbeya naona ni nini? Nimepita kwenye stendi kuu ya mabasi asubuhi saa kumi na moja, lakini tumefanya elimu, tumeelimisha na waabiria pamoja na wananchi walioko pale na madereva, lakini vile vile nimeenda kutembelea eneo la stendi nyingine ya mabasi ambayo yanakwenda kwenye wilaya mbalimbali wilaya mbalimbali, zingine zinakwenda tuhuyu Mikela, zingine zinakwenda huku Tunduma na maenea balizi, lakini na maeneo mengine Chimala. Tumepita pale tumeyakuta na tumeongea nao. Kimsingi, kilichokibaini pale ni kwamba na wenyewe wana malalamiko ambayo wameyaleza kwetu kwamba stendi ya nane nane. Kwa mfano kwa mfano stage nane n wamezungumzia kuhusiana na taa uh, kwamba wangeona pale wawekwe taa kwa ajili ya uh, uh, usalama wa ile stage, hasa ukizingatia ya mabasi yanatokea usiku na mchana uh, hayo mengine na mengine ambayo wameazungumzia wananchi tunachukua, lakini vile vile tumeendelea kutoa elimu kwa madereva pamoja na naaent A... no. ma... wakua apika pale wenzetu walata nao wameelimisha umuhimu wa kuwa na vimamuzi na umuhimu wa mamuzi hao kufanya kazi, lakini na sisi wa usalama barabarani kutoa elimu kuhusiana na dereva kuwa na sifa zote za udereva leseni pamoja na vyeti alivyosomea, lakini kuwa na mikumbu lini leseni yako inatakiwa iwe liningi lakini vile vile kupata sheria za usalama barabarani kama ambavyo ulivyofafanua kwenye maeneo mengi ya mkoa wetu wa Mbeya pamoja na Songwe. Kwa hiyo tumewakumbusha madereva kupata sheria hizi zote. Nimefika hapa eneo la Kabwe ambalo ili eneo hili kwa kifupi, eneo hili nimeliona kwamba halina utaratibu wowote na ili eneo hili limekuwa ni gumu kutawalikika, kutokana na kwamba bado hakuna utaratibu mzuri wa upakiaji na ushushaji kwa madaladala na basi, haina daladala, sambamba kabisa na mabajaji na pikipiki na... za miguu miwili, lakini vile vile pamoja na wafanyabiashara walioko kwenye eneo hili. Sasa unakuta eneo hili linatumika kwenye kwa shughuli zote, ikiwa ni biashara usafiri wa aina mbalimbali. Eneo hili ni fini na barabara zake ni fini, na bajaji ni nyingi sana, na bajaji hizi hazipati taratibu. Kwa hiyo nikiomba mamlaka na si tu kuomba mamlaka, nazishauri mamlaka zinazosimamia udhibiti wa eneo hili, ni vema kuwa na utaratibu rasmi ambapo eneo la kupaki kwa ajili ya bajaji lingeainishwa ili hao wenye bajaji zao waainishwe, wanataka e, wa, waainishwe ruti ambazo wataelekezwa, bajaji hizi ni za kwenda eneo fulani, bajaji hizi za kwenda eneo fulani, na ili kuweza, kuweza kuondoa huu mchafuko uliopo hapa, kwa sababu sasa hivi hakuna utaratibu maalum ambao umeainishwa rasmi na matokeo yake ni kwamba daladala na bajaji zinagombea abiria na kugombea huku, wakati mwingine kwetu sisi inakuja impact kwenye usalama barabarani, na wakati mwingine barabara hizi zinafunga kutokana na madereva wa vyombo hivi vya aina tofauti kugombea abiria barabarani, na lawama kubwa zinakuja kwa jeshi la polisi, kitu ambacho msingeona kinafaa kuendelea kutupiana lawama, wakati kumbe tungejenga utaratibu wa hivi vyombo kutembea kulingana na maelekezo kutembea na ruti ambazo zilikuwa zimepangiwa na mamlaka za jiji na mamlaka za LATRA wakisimamia kwa karibu na jeshi la polisi. Kwa majina, anaitwa Rajabu Guliki, ni mwenyekiti wa usalama baabani mkoa wa Mbeya. Pekee kwa niaba ya kamati tunashukuru kwa ugeni huu au ujio huu uh, wa apande operesheni wa kutoka trafiki makao makuu kuja kutembelea mkoa wetu. Watu uh, tumekariri au tumeshazoea kuona viongozi wakubwa wakija kwenye mikoa yetu, hasa Mbeya, panapokuwa pametokea janga au ajali, lakini hii imeonekana ni desturi nzuri uh, viongozi kama hawa kuinuka kwenye maofisi yao na kutembelea mikoa hii ambayo huwa ina changamoto kabla na kuja tokea majanga na inaleta picha nzuri na mshtuko mkubwa kwa watumiaji wa barabara kuona kwamba tunaendelea kusisitiza na kutoa elimu. Kwa hiyo mimi niweza kutoa wito na kuwaasa madereva, si kwamba inafanyika maigizo au utani n kwamba anachokifanya upande wa operation officer wa traffic Tanzania ni kuwahimiza na kuwakumbusha na kunawa mikono kwamba isitokee mtu hata mmoja akaja kutoa utetezi kwamba hakukumbushwa. Kutokana na hili atakapokuwa, wameamua kuchukua hatua za kisheria kulisimamia, basi waweze kujua kwamba wamefanya uh, makosa kwa makusudi. Kwa hiyo ndani ya mkoa wetu nawaasa madereva waweze kuangalia nini cha kufanya, kama watakuwa wameshindwa kuwa madereva bora ndani ya mkoa wetu, ili sheria itakapokuja kuchukua uh, mkondo wake wasije wakaona wanaonewa na kuendelea kusema uh, wanaonewa na kuleta kelele ambazo uh, zitapelekea kuonekana kwamba jeshi la polisi linawaonea. Kutokana na hayo, basi niweze kuwakaribisha uh, madereva waweze kuhudhuria mafunzo katika vyuo mbalimbali kiwemo cha VETA, waweze kupata ujuzi au umahiri ambao utawaruhusu kutumia barabara kwa mujibu wa sheria na taratibu ambazo zimewekwa koo kama kamati tumeyaona mapungufu mengi na tunaendelea kuyafanyia kazi na mengine tunayaripoti katika ngazi za juu. Ndio maana uongozi unaendelea kuja kusisitiza na kutia nguvu katika kuhakikisha ajali zinaisha kabisa ndani ya mkoa wetu. Hayo machache nadhani ni maagizo ambayo yanatakiwa kufanywa utekelezaji, lakini sheria zote ziko wazi. Wanaofanya hapa wao wanafahamu kwamba wanavunja taratibu na sheria. Kazi kubwa ni kuwafikishia ujumbe kwamba wanatakiwa warudi kwenye mstari na kuyafanyia kazi hayo maelekezo, kabla hatua hazijaanza kuchukuliwa. Na sisi kama kamati tulishayaona na tulishayafanyia kazi, lakini wao ni kwa mapuuza au upunzifo wa sheria wanaofanya kwa makusudi katika kuhakikisha kwamba uh, mbea yetu inakuwa salama, wao wanaifanya isiwe salama. Basi mimi na waasi waweze kuiacha Mbea iweze kuwa salama kwa kupata taratibu na maagizo na maelekezo yaliyotolewa. njini ya Shabani Mdende, ni afisa mkuu wa mfauzi walaba mkoa wa Mbeya. Siku ya leo tumepata ugeni kutoka traffic makao makuu, tumetembelewa na kamanda wa usalama barabarani na operation wa, imekuwa ni utamaduni wa E, taasisi ya LATRA lakini pia na wenzetu wa jeshi la polisi kufanya kazi e, kwa kushirikiana. Mambo makubwa ambayo tulikuwa tukiyafanya, kwanza tulianza kutoa elimu e, kwa wadau wote wa usafirishaji. Tumeanza stendi kuu ya mabasi Mbeya leo saa kumi na moja tumeweza kuzungumza na madereva, maajenti, makondakta pamoja na abiria Kutoa elimu na nafasi ya labda, tumewakumbusha wanaohusika kutoa tiketi kwa maana makondakta na maagent wahakikishe kwamba wanatoa tiketi zile zinaweza kukubalika kisheria, kwa maana tiketi za mashine ambazo zitakuwa na nauli elekezi iliyopangwa na serikali. Lakini tumetoa wito pia na kuwakumbusha wahakikishe kwamba wanapakia abiria kulingana na idadi ya vyombo vya moto, kwa maana kwamba abiria wasizidi uwezo wa, wa magari. Sambamba na hilo eh, tumekumbusha pia mabasi yale ambayo kisheria yanapaswa kuwa na vifaa vya kufuatilia mwenendo wa, wa, wa, wa mabasi kwenye mfumo wa VTS wa wahakikishe kwamba vinafanya kazi, na sisi kila siku huwa tunakuwa na timu ya vijana ambao wanapita stendi kabla mabasi hayaondoka. Wanakagua basi moja baada ya jingine na watuma taarifa kwetu sisi, ili kuhakikisha kwamba kama kuna gari haitumi taarifa tunachukua hatua za haraka. Tumepokea maelekezo ya kamanda. Kuna baadhi ya magari yaliyabaini wakati anakuja kwa njia ya, ya eh, kwanzia ya Iringa Igawa, huku huko uwezekano ni, ni hitilafu wakati gari iko barabarani, lakini huko uwezekano wakati mwingine kwa baadhi ya wasafirishaji ambao sio waadilifu wakachezea mifumo hiyo. Sasa tumetoa rai na tumetoa wito kuhakikisha kwamba wanapata taratibu za masharti ya leseni zao za usafirishaji. Kama wapo baadhi ambao wanachezea mifumo sisi hatutosita kuchukua hatua kwa sababu magari yote kwa mifumo hii tunayatraki nchi nzima. Lakini sambamba na hilo, tuko kwenye kipindi ambacho ni cha mapumziko ya sikukuu za Krismasi amiza Pasaka. Kuna idadi kubwa ya abiria na hususani wanafunzi. Tumeendelea kutoa elimu, tumeendelea kuwasihi wasafirishaji wahakikishe kwamba wanapata taratibu zote za masharti ya leseni ya usafirishaji, wapakie wanafunzi kwa idadi inayotakiwa na kama wanakodiwa kwenda maeneo tofauti na yale ambayo yanaainishwa kwenye leseni zao za usafirishaji, wahakikishe wanakuja kuomba vibali e, vya kwenda kwenye maeneo hayo ambayo kimsingi yako nje ya ruhusa hizo. Okay, so. Lakini zaidi ya yote tumetoa wito kwa wananchi wote kwa ujumla wake kuhakikisha kwamba wanasimama kwenye nafasi zao, kuhakikisha kwamba wanafunzi hawa vijana wetu hawa hawatendewi vitendo kinyume na, na, na, na, na, na, na, na, na taratibu au kinyume na maadili. Wako wengine huwa wanatelekezwa stendi wapo wengine wanasafirishwa kwenye mabasi wamesimama na mambo mengine ambayo ni kinyume na taratibu. Kwa hiyo tumetoa wito kwa jamii kwa ujumla wake, sababu mabasi yapokea wanafunzi, wako wazazi, wako walezi, wako watu wazima, wakiona kuna vitendo ambavyo si sawa wapaze sauti ili tuweze kuhakikisha kwamba tunawasemea vijana wetu hawa ambao wanaweza, pengine wanaweza kuwa ni wanyonge wasiweze kujieleza kulingana na, na ya madhila yale yanayowafika. Lakini zaidi ya yote tumetoa namba za, za mawasiliano kwa maana ya kwamba kama kuna changamoto yoyote wasisite kutupigia simu ili tuweze kuchukua hatua. Yako maeneo ambayo pia na wao wadau wameleta wame, wame, wame, wame changamoto kwetu, si kama mamlaka tunazosimamia, kwa ndio tulatwa na jeshi la polisi kuhusiana na kupata taratibu za e, upakiaji kuingia stendi ya nane nane lakini na kituo cha Uyole, na tumetoa e, maelekezo kwamba stendi ya Uyole ni stendi ya kushusha na kupakia na sio kituo cha kusubiria abiria muda mrefu. Kwa kanuni za LATRA pale ratiba inawataka wakae dakika tano tu. Kwa hivyo jukumu letu sisi tutakalofanya pamoja na ofisi ya ratio mkoa wa Mbeya ni kwenda sasa kuchukua hatua za, za kisheria kwa sababu wiki mbili zilizopita tulipita kwa ajili ya kuwaelimisha na kuwakumbusha kwa kwamba eneo lile sio la kufanya mabasi yakakaa pale muda mrefu kwa sababu e, E, ya aina ya kituo, lakini pili, mazingira yale ni njia panda, lakini tatu, barabara hii ya highway iko kwenye matengenezo. Kwa eneo ni finyu, inahatarisha usalama pale ambapo naruhusu mabasi mengi yasongamane pale kusubiria abiria. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi sasa, kwa maeneo yale ambayo hawajatekeleza, tutaenda kuchukua hatua ili ikiwa na nia ya kuwakumbusha kwamba waweze kusimamia taratibu zile ambazo tunakubaliana. La mwisho lakini ambayo sio kwa muhimu, tuko stendi ya Kabwe na changamoto kubwa ambayo tulikuja kuiainisha kuiona kwa pamoja ni matumizi ya eneo hili. Kabwe ni eneo la kibiashara ambalo kuna soko kubwa hapa la na Kabwe likiungana na la Manjelwa, lakini ndiyo eneo ambalo pointi ya mwisho ya njia zote za bajaji zinaishia hapa. Hili eneo kimsingi ni finyu, lakini ndilo ambalo linahudumia wafanyabiashara wa machinga, linatumika kama stendi daladala za ndani ya mji, linatumika kama stendi ya bajaji kwa hiyo kwa wingi wa hivyo vyombo na, na mwingiliano wa wafanyabiashara hapa, katika hali ya kawaida alikidhi mahitaji ya makundi yote hayo. Sasa kwa sababu ni eneo mtambuka kama alivyozungumza kamanda, taasisi zinazohusika zinatakiwa zikae kwa pamoja na kuratibu matumizi salama ya eneo hili. Wa, bajaji wataegesha wapi? Wamachinga watafanya biashara wapi? Daladala zitafanya kwa utaratibu gani, ili kuepusha mwingiliano huu ambao pia umekuwa ni adha kwa watumiaji wengine wa barabara. Kipande hiki ni kifupi sana, lakini kimekuwa kinatumia muda mrefu sana, mtu kutoka hapa mpaka kufika labda upande wa mataa, kufika kufika nane nane, kwa sababu ya ufinyo wa barabara na mwingiliano wa watumiaji wa vyombo vya moto katika eneo hili, kwa ni eneo dogo ambalo haliwezi kuhudumia watu wote hao kwa wakati mmoja, na tunaendelea kuwaamini kwamba kwa wakati barabara hii inaendelea kujengwa ya njia nne pengine kwa namna moja ama nyingine inaweza kupunguza ikaje ikapunguza adha hii, lakini kama taasisi za serikali hatuwezi kusubiri mpaka barabara ikamilike, ili ije utoe majawabu ya maziia tu, tuweze kuona nini kinachoweza kufanyika kwa mazingira tuliyokuwa nayo ili kuepusha adha na kufanya eneo hili liweze kufikika kwa usalama. Kwa hiyo, kama lata tunatoa shukurani kwa areshn kamanda kwa kuja. Naitwa Christopher Ndendekisye ni mkurugenzi wa chuo cha turo Safirisha.